DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa kumi na mbili kamili za asubuhi. Ninakusalimu msikilizaji, popote pale ulipo, na karibu kwenye matangazo haya ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu, naitwa Lilian Mtono. DW habari za ulimwengu. Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari: Rais Trump wa Marekani apeleka wanajeshi zaidi Los Angeles huku maandamano yakiingia siku ya nne. Israel inawarudisha makwao wanaharakati waliokamatwa kwenye boti ya misaada iliyokuwa ikielekea Gaza. Na viongozi wa dunia waonya dhidi ya harakati za uchimbaji wa madini ya baharini. Habari kamili. Los Angeles, Waandamanaji wanaopinga kukamatwa kwa wahamiaji wamekusanyika mjini Los Angeles kwa siku ya nne mfululizo. Polisi imesema waandamanaji wameweka vizuizi kwenye barabara kadhaa na imetangaza kuzifunga baadhi. Hayo yanajiri wakati maafisa wa jimbo la California wakimshtaki rais Donald Trump, wakitaka kubatilisha uamuzi wa utawala wake kuvitumia vikosi vya ulinzi wa taifa. Wanasema rais anahujumu uhuru wa jimbo hilo. Gavana Gavin Newsom alisema uwepo wa vikosi hivyo ni kinyume cha sheria. Maafisa wa Marekani wamesema karibu askari elfu moja wa ulinzi wa taifa wako mjini humo chini ya amri ya serikali ya Trump kuyakabili maandamano hayo yenye vurugu. Trump alisema aliamuru kupelekwa wanajeshi elfu mbili wa ziada. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi, Pentagon, pia inatarajiwa kuwapeleka Los Angeles karibu wanajeshi mia saba wa kitengo maalum kuvisaidia vikosi vya ulinzi wa taifa. Bandari ya Ashdod, Israel. Wanaharakati waliokamatwa kwenye boti ya misaada iliyokuwa ikielekea Gaza wamepelekwa katika uwanja wa ndege wa Tel Aviv ili kurudishwa kwao. Hayo yamesemwa leo na Israel baada ya boti yao kuzuiwa na vikosi vya wanamaji. Kikosi hicho cha wanaharakati akiwemo mtetezi wa haki za binadamu kutoka Sweden Greta Thunberg kiling'oa nanga Juni mosi kutoka Italia kwenye boti ya Madelin iliyokuwa imebeba chakula na bidhaa nyingine kwa ajili ya watu wa Gaza. Vikosi vya Israel vilizuia boti hiyo jana, wakati ikiwa kwenye eneo la bahari lisilo na mipaka na kuikokota hadi bandari ya Ashdod. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israel imesema wanaharakati hao kumi na wawili waliwasili katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion ili kuondoka Israel na kurejea makwao. Imesema wale watakaokataa kusaini nyaraka, nyaraka za kufukuzwa nchini Israel watafikishwa mahakamani. Kiev, mji mkuu wa Ukraine, Kiev na mji wa bandari wa Odessa imekabiliwa na mashambulizi makali ya droni kutoka Urusi mapema leo. Maafisa wa Ukraine wamesema kulikuwa na milipuko kadhaa katikati ya Kiev pamoja na milio ya makombora huku mifumo ya ulinzi ikijaribu kuzidungua baadhi ya droni. Majengo na magari katika maeneo kadhaa ya mji huo yaliwaka moto. Katika mji wa kusini wa bandari wa Odessa, mtu mmoja aliwawa na wengine wanne wakajeruhiwa katika shambulizi la droni. Meya wa mji huo amesema makombora ya Urusi yalivipiga vituo vya kina mama wajawazito na hospitali ambazo tayari watu walikuwa wamehamishwa. Wakati huo huo, Urusi na Ukraine zilibadilishana mamia ya wafungwa wa kivita na raia hapo jana. Waliorudishwa makwao ni pamoja na askari waliojeruhiwa na wale walio chini ya umri wa miaka ishirini na tano. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amesema mchakato huu ni mgumu na kwamba kuna maelezo mengi nyeti na mazungumzo yanaendelea karibu kila siku. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nice. Viongozi wa dunia wametoa wito wa kuwepo kwa sheria kali za kusimamia uchimbaji wa madini ya baharini na kuonya dhidi ya harakati za kuendesha shughuli hizo zinazotishia kuharibu sehemu ya chini ya, ya bahari. Akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa bahari ulioanza jana mjini Nice Nice, kusini mwa Ufaransa, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema sio busara hata kidogo kuanzisha shughuli za kiuchumi ambazo zitaharibu sehemu ya chini ya bahari na kuathiri viumbe hai. Amesema ni jambo la lazima kwa jumuia ya kimataifa kusitisha uchimbaji wa madini ya baharini. Idadi ya nchi zinazopinga shughuli hiyo ilio, iliongezeka jana Jumatatu hadi 36. Rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva alitoa wito wa hatua ya wazi kutoka kwa mamlaka ya bahari ili kukomesha mbio zinazoshuhudiwa za madini ya baharini. London. Maafisa waandamizi wa Marekani na China wataendeleza leo mazungumzo yao ya kibiashara kwa siku ya pili jijini London. Wanatumai kupata mafanikio juu ya udhibiti wa usafirishaji wa bidhaa kama vile madini adimu ambazo zimetishia kuvuruga ugavi wa kimataifa na ukuaji wa polepole wa uchumi Wawekezaji wanatumai kuwa mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi yanaweza kuboresha uhusiano baada ya afueni iliyosababishwa na makubaliano ya awali ya biashara iliyofikiwa mjini Jeneva mwezi uliopita kutoa nafasi kwa wasiwasi mpya. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bon. Mimi ni Bruce Amani Bakinas. Dunia yetu leo asubuhi, taarifa ya habari imesomwa na Bruce Amani. Msikilizaji, asubuhi hii tutakwenda hadi huko Marekani, Los Angeles kuangazia mambo yanavyoendelea huko baada ya maandamano dhidi ya hatua kali za kuwafukuza wahamiaji yaliyozua ghasia. Na nchini Kenya, Rais William Ruto atangaza mpango wa kitaifa wa kutoa ajira kwa vijana laki nane umepokelewaje? Na mizozo ya makabila jimboni Tanganyika tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita imesababisha raia wa jimbo hilo kupoteza mali zao na hata kuwawa, kulikoni? Kaa nasi. Mimi ni Lilian Mtona. Asubuhi hii msikilizaji, tunaanzia huko nchini Marekani. Maandamano dhidi ya hatua kali za kuwafukuza wahamiaji yamezoa ghasia ya katika baadhi ya miji ya Marekani. Polisi wametangaza jiji la Los Angeles kuwa eneo la mikusanyiko isiyo halali baada ya siku tatu za makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Hali hiyo inajiri huku mamia ya waandamanaji wakiendelea kupinga sera za uhamiaji zilizotangazwa na Rais Donald Trump ambazo zimeongeza wasiwasi na taharuki miongoni mwa jamii za wahamiaji. Bruce Amani amefuatilia kadhia hiyo na hii hapa ni ripoti yake. Waandamanaji wanaopinga kukamatwa kwa wahamiaji wamekusanyika mjini Los Angeles kwa siku ya nne mfululizo. Polisi imesema waandamanaji wanaweka vizuizi kwenye barabara kadhaa kote mjini humo, na ikatangaza kuzifunga baadhi ya barabara. Hii inajiri baada ya serikali ya rais Donald Trump kuamuru kupelekwa kwa karibu wanajeshi mia saba wa kitengo maalum kusaidia kupambana na machafuko yanayoendelea mjini humo. Wizara ya ulinzi Pentagon imeridhia kupelekwa wanajeshi hao Los Angeles kuvisaidia vikosi vya ulinzi wa taifa kukabiliana na maandamano ya wahamiaji. Wanajeshi hao wamefunga safari kutoka kituo chao cha 29 Palms katika jangwa la California. Gavana wa California Gavin Newsom, mdemokrat, ameiita hatua hiyo kuwa ni uzembe na isiyoheshimu wanajeshi wa Marekani. Alisema haihusu usalama wa umma bali inaridhisha kiburi cha rais. Mkuu wa polisi wa Los Angeles Jim McDonald amesema ana imani na uwezo wa idara ya polisi kushughulikia maandamano makubwa na kwamba kuwasili kwa wanajeshi maalum bila kuratibu na idara ya polisi kunaweka changamoto kubwa ya nyenzo na uendeshaji kwao. Rais Trump aliamuru Jumapili askari wa ulinzi wa taifa kupelekwa katika maandamano ya Los Angeles, hatua ambayo mwanasheria mkuu wa jimbo la California Rob Bonta aliiita kinyume cha sheria na akasema inaohujumu uhuru wa jimbo hilo. Katika kujibu hatua hiyo, Bonta aliushtaki mahakamani utawala wa Trump. Hii inaonekana kuwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa jeshi la ulinzi wa taifa kutumika jimboni bila ombi kutoka kwa gavana wake. Trump ametaja kipengele cha kisheria kinachomruhusu kuvitumia vikosi vya shirikisho wakati kukiwa na uwasi au hatari ya uwasi dhidi ya mamlaka ya serikali ya Marekani. Kiasi ya askari elfu moja wa ulinzi wa taifa waliwasili mjini humo kufikia Jumatatu, na Trump alisema aliagiza askari ya elfu mbili wa ziada kutumika ikiwa patakuwa na haja kuwasili. Kwa vikosi hivyo kulifuatia siku mbili za maandamano ambayo alianza Ijumaa mitaani Los Angeles baada ya maafisa wa shirikisho wa uhamiaji kuwakamata zaidi ya watu arobaini kote mjini humo alikuwa ni Bruce Amani akituarifu hayo ambayo yamejitokeza anaendelea kuwa nasi msikilizaji tutaendelea kukujuza zaidi kwenye matangazo yetu mengine wakati vita vya Ukraine na urusi vikiendelea ubunifu na mbinu mpya katika uwanja wa vita ni jambo linalowafanya makamanda wa jumuiya ya kijeshi ya NATO kutanabai hasa baada ya Ukraine kuishambulia Urusi kwa kutumia droni aina ya Spiderweb na kuyalenga maeneo ya mbali ndani ya Urusi, na ni operesheni ambayo inachukuliwa kama mfano unaotakiwa kuigwa na majeshi yanayotakiwa kubadilika na kufuata mitindo ya kisasa. Thelma Mwadzaya ametuandalia ripoti. Shambulio hilo la droni limekuwa somo kubwa kwa majeshi ya mataifa ya Magharibi, kwa mujibu wa kamanda mkuu wa mabadiliko wa NATO Admiral Pierre Vandier wa Ufaransa. Operesheni hiyo imeonyesha jinsi mbinu za kale zinavyoweza kuhusishwa kwa teknolojia ya kisasa na ubunifu wa kijeshi. Vandier anaona tukio hilo kama onyo kwa majeshi ya Magharibi kwamba zana za kivita zinabadilika kwa kasi, na kwamba wanapaswa kujifunzwa kuwa wepesi wa kubadilika na kujipanga upya katika wiki hii NATO imeanza kufanyia kazi malengo mapya kuimarisha uwezo wake wa kujibu vitisho kutoka kwa Urusi. Kwa mujibu wa duru za magharibi, Urusi inaongeza kasi ya kujijenga kijeshi na huenda ikawa tayari kuikabili NATO ndani ya miaka minne. Vandier anasisitiza kwamba NATO lazima ichukue hatua haraka kuimarisha uwezo wa kuzuia na kujibu mashambulizi ili kuzuia adui yoyote kufikiria kwamba anaweza kushinda. Akizungumza na shirika la AFP, Admiral Vandier alisisitiza kwa ubunifu unaoendelea ku unapaswa kuwa sehemu muhimu ya mipango ya kijeshi ya sasa. En fait, on revient aux fondamentaux de la guerre. C'est-à-dire que, uh, la, à la guerre tous les coups sont permis. Tumeingia awamu mpya yenye msukumo uh, ambapo majeshi lazima yawe na mipango mikubwa, lakini pia uwezo wa kujibadilisha haraka. Tutashuhudia ubunifu wa mara kwa mara wiki hadi wiki, mwezi hadi mwezi, au mwaka hadi mwaka na kuvumbua mambo mapya tusiyoyatarajia. Te, uh, technique industrielle. Et donc ils ont fait katika kikao kijacho cha mjini The Hague mataifa wanachama wa NATO yanatarajiwa kuongeza matumizi yao ya kijeshi hasa chini ya shinikizo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, mjadala umeibuka iwapo inafaa kuendelea kuwekeza kwenye mifumo ya gharama kubwa zaidi ya ulinzi ilhali droni za gharama nafuu za Ukraine zimethibitisha kuwa na madhara makubwa kwa maadui. Vandier anaamini kwamba licha ya umuhimu wa droni katika vita vya sasa hazitoshi kuziba nafasi ya silaha za jadi. Anasema droni zinaongeza uwezo wa mashambulizi, lakini zina mapungufu hasa kwa operesheni za baharini na kutambua nyambizi. NATO pia inajielekeza zaidi kwenye teknolojia mpya kama artificial intelligence na roboti huku kituo kipya cha ushirikiano kati ya NATO na Ukraini kikizinduliwa Poland kuchakata mafunzo kutoka uwanja wa vita. Kwa kuhitimisha, Vandia anakiri kwamba kuongeza uwezo wa kijeshi wa NATO kwa asilimia thelathini katika miaka ijayo ni hatua muhimu na haiwezi kuepukika, ingawa italeta gharama kubwa, lakini anaamini kuwa jumuiya hiyo ina uwezo wa kiteknolojia na utaalam kuitekeleza. BW. Inapatikana pia kupitia YouTube. Naam, kwa hakika tunavuma kwa kishindo hata huko kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Endelea kutufuatilia. Na tukirejea kwenye uchambuzi, Rais wa Kenya William Ruto ametangaza mpango wa kitaifa maarufu nyota wenye lengo la kutoa ajira kwa vijana laki nane. Mpango huu unawalenga vijana wa umri wa kati ya miaka kumi na nane na ishirini na tisa na hadi miaka thelathini na tano kwa watu wenye ulemavu. Mradi huu unatekelezwa kwa ushirikiano na Benki ya Dunia. Ni mpango ambao hata hivyo umepokelewa kwa mashaka na vijana wa kizazi cha sasa maarufu kama Jenzi nchini Kenya. Taarifa kamili na Silvanos Karimera. Mradi huu uliotangazwa na Rais Ruto utatekelezwa katika kipindi cha miaka mitano ijayo unatarajia kwa arobaini wa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana nchini humo, lakini vijana wengi wameonyesha wasiwasi na mashaka kuhusu mafanikio ya mradi huo kutokana na kile wao wanachosema ni changamoto za kiuchumi na bajeti finyu pamoja na ahadi zisizotekelezwa za Rais William Ruto. Rispa Waithera, mwanafunzi wa chuo kikuu mjini Nairobi, ameutaja mpango huu kama usio na uhalisia. Kwa kuzingatia changamoto za bajeti zinazoikabili serikali wakati huu, si dhani kama inawezekana kufikiria kuwa wanaweza kuajiri vijana laki nane nchini Kenya kwa sasa. kwa Lucy Njeri, kijana mjini Nairobi, anasema kiwango cha uaminifu kwa rais wao kimedidimia kabisa. Which... kiwango ambacho vijana wa Gen Z wanakiamini kile raisi anachokisema ni cha chini sana. Hii ni kwa sababu ameahidi mengi hapo awali na utekelezaji wa ahadi hizo ulikuwa mdogo au kuto kutekelezwa kabisa. Alexander Rif, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mipango katika taasisi ya uwajibikaji wa kijamii, anaonya kuwa bajeti hii haina uwazi na inashindwa kufafanua jinsi fedha zitakavyosimamiwa kwa kuzingatia ahadi nyingi ambazo rais ametoa hapo awali. Watu wana mashaka kidogo, hatujaona mgao wowote katika bajeti kwa ajili ya mpango huu maalum, aliiambia DW. Hata hivyo, baadhi ya vijana hasa katika maeneo kama Kajiado wameomba kurejeshwa kwa mpango wa kazi mtaani uliokuwa umeanzishwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta mnamo Aprili mwaka elfu mbili na ishirini ili kutoa ajira kwa vijana katika maeneo yasiyo rasmi kupitia kazi kama vile usafi wa mitaani, ukusanyaji wa taka na ujenzi wa miundo mbinu. Vijana wanasema mpango huo ulisaidia kupunguza ukosefu wa ajira na uhalifu katika jamii zao. Lakini kwa Rais William Ruto, kipaumbele ni kuona vijana wa Kenya wakiwa na ajira za kutosha. In recognition of the immense... Kwa kutambua uwezo mkubwa wa vijana wetu, nafasi yao muhimu katika uchumi na uwezo wao wa ubunifu na uvumbuzi, serikali ya Kenya imejenga ushirikiano na Benki ya Dunia kuanzisha mradi wa kitaifa wa fursa za vijana kuelekea maendeleo. Tumetenga shilingi za Kenya bilioni tano kama ruzuku kusaidia vijana laki moja. Hatuwapi vijana mshahara wa leo tu, bali tunatoa msaada wa kifedha ambao ni daraja la fursa za baadaye. To future opportunities. Wengi wanahisi hata hivyo kwamba juhudi hizi zinaweza kuwa njama za jaribio la kuleta upatanishi baina yake na kundi ambalo lilikuwa na mchango mkubwa katika kupinga sera za utawala wake mtandaoni na mitaani mnamo siku za hivi karibuni, pamoja na uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba kuwa karibu, kuvutia wapiga kura ambao ndio wengi nchini Kenya, hali ambayo pia inaweza kuwa ni hatua ya kimkakati ya kujenga tena imani na kurejesha nafasi yake ya kisiasa. Tukiachana na hayo yanayoendelea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mizozo ya makabila iliyoshika kasi jimboni Tanganyika tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita, mwaka mmoja baada ya jimbo hilo kupata hadhi ya jimbo, imesababisha raia wa jimbo hilo kupoteza mali zao na hata kuuawa na kundi la wanamgambo la Fimbo na Fimbo. Kundi hilo lilihusishwa na vita vya kuvichoma moto baadhi ya vijiji na kueneza chuki miongoni mwa raia, lakini kwa sasa kundi hilo limejisalimisha. Je, nini kinaendelea baada ya hatua hii? Zuberi Ali ana mengi zaidi. Wanamgambo hao waliingia msituni mwaka 2016 na kufanya vitendo vihovu vikiwemo unyang'anyi, ukatili wa kijinsia, mauaji na kuvichoma moto vijiji kadhaa. Wameiambia DW kuwa uzembe wa serikali kushindwa kuzuia mauaji yaliyotekelezwa na raia wa kabila la Watwa dhidi ya Wabantu ndiyo chanzo cha wao kuingia porini na kututhibitishia kuwa walihusika na kuvichoma vijiji vya Tumbwe na Mulange, kwani walalarondo walikuwa wenzao waliowasaliti ndiposa walienda kulipiza kisasi. Hata hivyo, kuhusu kurejea kwao uraiani, wamesema wanaishi vizuri licha ya kunyanyapaliwa na baadhi ya watu wanaowachukulia kuwa ni wahalifu ambao mikono yao imejaa damu ya watu wasio na hatia. Polombwe Kasongopulus ni makamu kiongozi wa kundi hilo kufuta nyongo, sisi hatuwezi tukafuta nyongo. Ule ambaye aliyetupokea sisi hapa Kasama ndiye atamalisha nyongo yetu, na ndiye atakayemalisha nyongo ya wale waliolunguliwa na manyumba pale Tumbwe. Maisha tunaishi ina watu ninaishi kama kawaida, kama mtu wa kawaida. Hakuna matatizo yoyote katika population kama gist. Tunamuona gavana sasa, tutamtakia azidi kututendea mazuri kwa sababu tulitoka kwa hiari yetu na tunapenda ile hiari yetu ionyeshe matunda mazuri kufika kwao katika mji huo kumechukuliwa kwa hisia tofauti. Mikani Misambo, mkahazi wa Kasama na Kasanga Bombwe, kiongozi wa kijiji cha Kasama, walikuwa na haya kwanza. Lubundui hadi paka Moba, General Rebina ni Bitonto yani Michel njo alikuwa eko anatatiza hii parti ya pori, na kwa paka hivi naona kama huyu kiongozi anatufanyizia maendeleo ya mzuri kwa sababu kunakuwa amani. Hii masika yenye kuya naona Mungu atasaidia tutapata amani ya kurudia kupori, tunalima na tunaendelea mzuri kabisa na Michel na tunapenda ni tuendelee mpaka hivi. Tulipokea wasikari wa majimaji wa maji wa Bitonto balikuwa na masila Eko, 1800 person na babibi yabo na batoto. Kwa kweli tokea banafika hapa abanyanyasi na banaikala kama raia, na uta batambua. Mimi mwenyewe shefu Kasama nilimwambia Kavwana, apana tutachangana na bo aba ni ni soda, batafutie fasi ya kuwa baikale fasi yabo. Kama kavana tasema, apana, Kasama batafutie fasi, naweza nikabatafutia fasi, banaikala fasi yabo, lakini banatoka mumugini wangu kwa sababu mimi ni mgeni raia. Kundi lolote litakalojisalimisha lazima lifike mikononi mwa taasisi ya serikali inayohusika na upokonyaji wa silaha PDDRS, ili kuwapa elimu kabla ya kuwaingiza kwenye jamii, ili kuanza maisha ya kawaida. Upande wao serikali imepanga nini kuhusu wanamgambo hao? Tresor Ngabo ni mratibu wa PDDRS jimboni Tanganyika. Mpango ni kutafuta sasa jinsi ya kuwahudumia na kwa hiyo tuko naangalia na ngazi za juu cha kufanya hivi tupate kuwahudumia vizuri. Mashirika ya kiraia wanaofia wanamgambo hao kurejea porini kutokana na ukosefu wa chakula na kupewa elimu zaidi kuhusu jamii. Zuberali, DW Kalemi. Nam msikilizaji, tunamalizia uchambuzi asubuhi hii na ripoti inayosema ziara ya kwanza na mkutano baina ya kansela mpya wa Ujerumani, Friedrich Merz, na rais Donald Trump wa Marekani imepokelewa kwa hisia chanya, huku wachambuzi wa siasa wakisema amemudu vyema jukumu lake jipya katika midani ya kidiplomasia ya kimataifa. Idi Sesanga ana maelezo zaidi. Katika mkutano wa karibu dakika hamsini na waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House, kansela Merz hakuwa na nafasi kubwa ya kuzungumza, lakini aliweza kusisitiza kwa uwazi kwamba Ujerumani itaendelea kuisaidia Ukraine kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Urusi. Msimamo huu umeendelea kuungwa mkono na serikali ya Berlin tangu kuanza kwa vita hivyo. Kwa upande wake, rais Trump alimkaribisha kansela huyo mpya kwa heshima kubwa, hatua iliyotofautiana na jinsi alivyowatendea watangulizi wa Merz. Olaf Scholz kwa mfano, hakuwahi hata kualikwa ikulu ya White House. Huku Angela Merkel akiweka historia pale ambapo Trump alikataa kumsalimia kwa mkono hadharani, Merce aliingia madarakani Mei sita kupitia chama cha CDU na tangu wakati huo wa amekuwa akileta upepo mpya katika siasa za ndani za Ujerumani. Tofauti na mtangulizi wake Scholz, aliyekuwa na mtindo wa utulivu na kujiepusha na matamko ya ghafla, Merce amekuwa akitoa matamko ya uwazi na kuchukua hatua za haraka. Kwa upande wa sera ya nje, Merz ameanza kwa kasi kubwa. Akiwa ofisini kwa siku chache tu, alizuru Ukraine pamoja na viongozi wa Ufaransa, Uingereza na Poland. Katika ziara hiyo walitangaza mpango wa kutafuta makubaliano ya kusitisha vita na kuanzisha mazungumzo ya amani. Hata hivyo hadi sasa mchakato huo haujaonyesha mafanikio, huku rais Trump pia akionekana kujiondoa katika juhudi hizo za amani. Wachambuzi wanasema hatua hiyo imemweka Merz katika nafasi ngumu ya kuthibitisha uwezo wake wa kuongoza kwenye medani ya kidiplomasia. Lakini mabadiliko makubwa zaidi yanaonekana katika sera ya Ujerumani kuhusu Israeli. Baada ya mashambulizi ya kundi la Hamas dhidi ya Israeli mwaka jana, mtangulizi wa Merz, Scholz, alishikilia msimamo wa kuiunga mkono Israeli kwa dhati hata wakati jeshi la Israeli lilipozidi kuongeza mashambulizi dhidi ya raia wa Gaza. Mersa, ambaye akiwa kiongozi wa upinzani wakati huo, aliunga mkono Israeli na hata kutangaza nia ya kumkaribisha waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwenye ikulu ya kansela. Msimamo huu haukuyumba hata baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutoa waranti wa kukamatwa kwa Netanyahu. Hata hivyo baada ya kuingia madarakani, metsa alitoa kauli ya kushangaza. Alisema sasa haielewi tena hatua za Israeli katika vita vya Gaza na kuongeza kuwa haziwezi tena kuhalalishwa kama mapambano halali dhidi ya ugaidi. Kauli kama hii haijawahi kutolewa na kansela wa hapo awali na wachambuzi wanaiona kama hatua ya kihistoria. Hata hivyo licha ya mabadiliko ya kauli, kwa upande wa vitendo bado hakuna mabadiliko makubwa. Usafirishaji wa silaha kwa Israeli haujasitishwa na Merz pia hajarejelea mwaliko wake wa awali kwa Netanyahu. Kwa sasa Wajerumani wanalazimika kuzoea sura mpya na mtindo mpya wa kansela wao Friedrich Merz. Ameanza kwa kasi na mtindo wake wa kuzungumza kwa uwazi unaendelea kuibua mjadala mkubwa. Wakati huo huo, Olaf Scholz sasa akiwa mbunge wa kawaida ndani ya bunge la Ujerumani, anafuatilia haya yote kimya kimya, bila kutoa maoni yoyote hadi sasa kuhusu sera za mrithi wake. Ripoti hiyo ya Iddi Ssessanga ndio inatuhitimishia sehemu hii ya uchambuzi. Msikilizaji, endelea kuwa nasi kwa makala DW Afya yako. e Unakoroma sana usiku? Unajikuta unaamka mchovu hata baada ya kulala usiku mzima? Unapumua kwa shida usingizini au kuamka ghafla ukikohoa? Ikiwa jibu ni ndio, kuna uwezekano mkubwa kuwa unakabiliwa na tatizo hatari la kiafya linalojulikana kama obstructive sleep apnea, hali ambayo njia ya hewa huzibwa wakati wa usingizi bila wewe kujua. Mengi zaidi kuhusu mada hii ni katika makala hii ya afya, ukiwa nami Fathia Omar. Karibu. nilikuwa nafikiri nikiwa nimechoka peke yake, yani ndo na koroma zaidi, lakini ikawa inaendelea hata kama sijachoka sana, kukoroma inaendelea hivyo hivyo. na iko na mashini nainatumia kulalia, nasaidia kuvuta pumzi usiku na inanipo usingizi, maanake kukoroma sana inakata kuvuta pumzi na ile kukata pumzi ni hatari pako kwenye usingizi. Huyu ni Swaleh Said, mwanamume wa makamu niliyemkuta hospitalini akiendelea na matibabu baada ya kusumbuliwa na hali ya kupoteza pumzi ya ghafla akiwa usingizini. Mwanzoni alidhani ni pumu, lakini baada ya vipimo ikabainika kuwa alikuwa akisumbuliwa na tatizo la kuziba pumzi usingizini linalojulikana kitaalamu kama obstructive sleep apnea. Hali hii ni hatari. Wakati wa usingizi, misuli ya koo hulegea na kuziba njia ya hewa, hivyo kupunguza au kusitisha kabisa kupumua kwa muda mfupi mara kwa mara bila mgonjwa kujua. Matokeo yake ni usingizi wa kusuasua uchovu sugu na hatari nyingine za kiafya. Mashrab Sagaf ni daktari bingwa wa masikio, pua na koo. Mgonjwa sana sana anayekuja huwa ni katika umri wa ule wa miaka thelathini mpaka sitini. Inategemea pia sana sana hili tatizo zaidi kwa wanaume kuliko kwa wanawake. Mtu kama awezi kulala, kuna matatizo ya kisaikolojia yanapatikana na matatizo ya kiafya ambayo yanahusiana na mapafu pamoja na moyo na vitu vinginevyo ambavyo pia ni hatari ambavyo Leo tusipofuatilia mambo unapata vifo vya, vya ghafla. Kwa mujibu wa utafiti wa mwaka elfu mbili kumi na tisa uliochapishwa na watu wazima zaidi ya milioni tisa duniani kote wenye umri wa miaka thelathini hadi sitini na tisa wanaugua tatizo hili. Kati yao takriban zaidi ya milioni mia nne wanaathirika kwa kiwango cha kati hadi kikubwa. Dalili kuu za obstructive sleep apnea ni pamoja na kukoroma kupita kiasi, maumivu ya kichwa asubuhi, uchovu wa kila mara licha ya kulala na kukosa umakini kazini au katika shughuli za kila siku. Habari njema ni kwamba tatizo hili linaweza kutibiwa. Tiba ya msingi ni kifaa kiitwacho CPAP, continuous positive airway pressure, mashine inayotoa hewa kwa shinikizo kupitia barakoa wakati wa usingizi ili kuweka njia ya hewa wazi. Chaguzi nyingine ni pamoja na mabadiliko ya mtindo wa maisha kama kupunguza uzito, vifaa vya meno vya usiku hutengenezwa maalum kulingana na umbo la kinywa cha mgonjwa na husaidia kuweka njia ya hewa wazi, na kwa baadhi ya wagonjwa upasuaji. Kuna upasuaji wa aina tofauti, kuna kupunguza ulimi, kuna tonsils za ulimi zinaweza kupunguzwa una hii inaitwa palet sakafu la kinywa chetu. Kuna mkarabati unafanya pia pale kuweza kurahisisha mtu kuweza kupitisha hewa vizuri. Kama ni nyama ambazo zimeita sehemu za kuweza kumeza chakula na kupitisha upepo pia, kama nazo zimelegea kwa njia moja ama ya pili, ama kuna vitu ambavyo vinaziba njia una njia ya namna. Katika makala ya afya yako, tumeangazia kwa kina tatizo la kuziba pumzi usingizini, ugonjwa unaoenea kimya kimya, lakini wenye athari kubwa kwa afya. Asante kwa kuwa nami leo, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fathia Omar, kwa heri ya kuonana.